Nukuu ya matumaini majira ya asubuhi e, ambaye Bwana ameturausha vyema. Katika nukuu tunasema hivi: furahini siku zote katika nukuu, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu kwa Kristo Yesu. Usizimishe Roho, Msiutweze unabii. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Na ndiyo nukuu ya matumaini. Jitengeni na ubaya wa kila namna, msiutweze unabii. Nasema hivi na msizime Roho, siku zote ombeni bila kukoma na shukuruni wa kila jambo. Maombi ni silaha tosha ya mtu aliyo hai, maana mawasiliano ya mwanadamu na Mungu ni kwa njia ya maombi, na kila ombaye hupokea, maana Mungu peana kulingana na maombi, jinsi anavyoomba. Fahamu hili katika habari za nukuu, kile unachokiomba Bwana anakifahamu, lakini kwa kutia bidii kwa maombi na kufanya juhudi za imani na kufanya imani katika matendo, basi unapopiga magoti yako chini na kumwomba Bwana anatimiza na kia hivyo, anakupa kile unachokiomba. Ni jambo la maana sana kusema hivi, furahini siku zote. Na pia mwandishi anaposema tufurahi siku zote, mioyo yetu inabidi kuishi maisha ya furaha, licha kuwa katika dunia hii kuna changamoto zinazoweza kutukumba na hali nzito ya maisha, na zile changamoto za wanadamu wanaotupiga kushoto, kulia, mbele na nyuma, vitina na vichochezi wao mwingi visikufanya ukajaza moyo wako hasira na kuwa mtu ambaye amejawa uzuni. Furahini siku zote katika nukuu. Shukuruni kwa kila jambo, shukurani hata liwe jambo dogo ambalo umetendewa ama limetendeka, shukuru. Uzima tulionao baada ya kutoka katika giza, kuamka na kuanza siku vizuri hivi, inabidi tupeane shukrani ya kwamba Mungu aliyetuamsha na kutuleta leo ni mwaminifu, na zaidi ya yote anatupigania. Aliyetusaidia hata tukapata tulichokula, riziki yetu ya jana, hata leo hii atatupa riziki yetu, jambo tulionao katika kinywa chetu. Tuishi nyakati za kushukuru. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Shukuruni kwa kila jambo, hata liwe jambo linaloonekana kwamba ni zito. Peana shukurani kwa Mungu na Bwana atalifanya kuwa lipesi. Hata ionekanapo malango yamefungwa, tushukuru Bwana, maana tuna uhakika malango yatafunguliwa tena. Diyo nukuu ya matumaini asubuhi hii njema kabisa. Asante napopea na salamu zangu kwa watu wa sehemu zile za Nandi, Nandi County, sasa sehemu zile za Kechire, Kipsui, Chepsui, sehemu zile za Kapkangani, Chepsonoi, Cheoi eh, spokeni salamu sehemu zile za eh, Chepsonoi kule unapoendea Tindinya, Shirwayala eh, Mungu wa amani awalinde sana na watunze, mnapoendelea kufuatilia idhaa ya Radio Fortune Africa ukweli na burudani 45, 61, 46, 8. Hiyo ni namba yetu, pia unaweza sema ni dhahiri tumetamba mitandao yote, na tunashukuru Bwana maana katika mitandao tuko kule gangari, na tunaenda kwa kasi kama redio inayekuwa kwa kasi mno duniani, na ndio inasema pia. Tunataka upenyezo wa kufika FM, tunakuja, tukisema tena namba yetu ni 45, 61, 46, 8 unaweza sema ni kituo hiki na Mungu aishie milele hata kubariki milele zaidi na zaidi. Asante. Mathew Ndeva ndio jina langu. Karibu na karibu sana, lakini e, navyosema karibu tena karibu sana namaanisha hivi: e, tulindwe na kutunzwa na Mungu kwa wakati wetu wote wa kila siku. Amen, and amen.